Mpendwa mtazamaji, wahenga hawakosea waliposema ya kwamba siku za mwizi ni arobaini. Hakika ukistaajabu ya Musa utayaona ya Farauni. Ndiyo hapa stori ya jamaa mfanya biashara mkuu anayeuza mbao miaka na mikaka alipata kuadaiwa, lakini baada ya kusaka huduma za daktari Ngoso, huyo hapa pata kusikiliza stori yake, mambo yalivyokuwa. Mimi ni Michael Musa, mbao wangu kuna wateja walikuja kwa ofisi yangu ili wauze mbao, tukasikilizana bao yote 1.2 milioni. Baadaye tukasikilizana kwa wapatia account namba yangu ili waende wafanye transfer na nilipoenda kuchukua statement, kapata mbao pesa jaingia, kumbe slip ilikuwa fake. Nikafikia daktari. Ndio mtazamaji, jinsi unavyotizama inabidi sasa, unavyoona pale kwamba mizinga ya nyuki ilipanda kuvamia lori, na inabidi matapeli wamtafute Daktari Ngoso kuwanusua kutoka kwenye minyororo hiyo.